Walimu wetu nyinyi wanafunzi wetu, vile mnaamiliana na walimu wenu eh, namna nzuri, au sio? Mnawatii, mnawasikiza walimu wenu sawa sawa. Mara tena, masijitakwa hiyo, masijitakwa hiyo hapo ambayo kwa sasa msikiti ambao uko karibu kwa Ijumaa, hapa ndani ya mji sawa. masi rahma masii takwa, alafu masiinur pale takwa pale mwanzoni. Mwanzoni baada ya kufariki shekhe langu na mimi kuzingatia usia wa kurudi niendeleze kazi zake, basi nilipokuja nirudi nyumbani rasmi Sawa, nikawa imamu pale masilitakwa pale eh. <laughs> Nikawa imamu pale tu. Katika alirshadati wataujihat watalimat, wenyewe wanakuambia, nilikutana nacho nilikutana nacho. Pambano, mapambano tukapata habari kwamba Ijumaa kutakuwa na jambo, kutakuwa na nini, mageuzi au mapinduzi siku ya Ijumaa, wakati mimi imamu sio. Aha, basi tukafanya maandalizi, kapanga safu ile safu yote ya mbele ile, amna mtu kuvaa kanzu wala kofia, na safu iliyofuatia na safu iliyofuatia, halafu <laughs> kuwahi kuliko kawaida, na mii imamu, kwa sababu tuliyoyasikia yalitulazimu kufanya maandalizi fulani. Imamu mimi siku hiyo sikuvaa kofia wala sikuvaa kanzu, nilivaa shati na suruali yenye nafasi nzuri, mafamu eh? Eh. Lakini pia nikawaandaa mabodyguard eh, membari ya siku ile mimbari ya siku ile, nikiwa kwenye mimbari na mabodi jajinao nikiwa kwenye mimbari basi, ijumaa ile ikapita, ikapita. Mazingira yenyewe yalijieleza kwamba watu wamejipanga, imekwenda imekwenda, lakini siku moja nakumbuka, ilikuwa ni baada alasri Alijitokeza mtu mmoja simjui, na mpaka leo sijapata kumfahamu. Ah, nini bwana, kama ni kuswalisha, si mtu yoyote anaweza kaswalisha bwana, wa sikia sa. Jamaa nao sikuwa wamejipanga hivyo, walitushtukiza siku hiyo, simi natoa maelekezo, kasimama mtu kwenye safu, kama safu ya kwanza, kama safu ya nne, kasimama mtu, kama nikuswalisha, bwana, mtu yote anaweza kuswalisha. Yani maana yake sio lazima uswalishe wewe bwana, yeah. Hakuna umuhimu wowote wewe kuwa imamu hapo, sikia bwana eh. Akajitokeza mwingine akasema, ah, we mtoa mawaidha tu bwana, sawa so, yani vinginevyo mambo mengine ah, kama ni mawaidha tu sawa lakini yale majukumu kabisa ya kusimamia kama kiongozi, wewe mtu wa mawaidha tu wewe bwana basi, nilichokifanya siku hiyo, nilichokifanya siku hiyo, nilitoka toka, nilichukua viatu vyangu huyo eh, e? <laughs> e. <laughs> e kazi ya kusomesha bwana, kazi ya kusomesha tu, nikatoka. Hayo ni mapito hayo, mwelewe hivyo e. Wakati nyiwe mnatuheshimu, mnatugusu, mnatutii, lakini wako watu sampuli namna hiyo ndio. Ile huwezi kukutana na jazakallahu khaira kila siku siku hiyo nilikutana na hicho, nilikutana nacho sawa. Alafu watu wametulizana, wamekaa kimya, huyo bwana akisema hivyo na mwingine akisema hivyo, watu wametulia, basi nikatoka katoka, katoka. tumefanya subira, tumekwenda tumekwenda tumekwenda, sasa leo mimi sitakiwe kulipiza pale nilipofanyiwa mambo yale pale. Kwanza wa msikiti wenyewe uko chini ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania, nasikia. Sasa siwezi kwenda. Kwanza nyewe mnakumbuka, mnakumbuka mlinitoa vibaya hapa mimi. Sasa mimi leo ndo shehe wa mkoa, hakuna sababu ya kusema na lakini wenye kuzingatia eh, wanayajua hayo. Hayo ndio mapito, tuwe na subra pale yatakapofika ya kufika katika kazi hizi. Narudia tena, Luqman alimwambia mwanawe, ya bunayya aqimis salata wa amur bilma'ruf wanha anil munkar wasbir ala ma asabaka, utakuwa ukiamrisha mema ukikataza maovu eh? kuna mambo ambayo yatakufika hayakufurahishi. Wasbir ala ma asabaka, subiri juu ya yale ambayo yatakayo kusibu, kwa sababu tunaona yaliyomfika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tumeona yaliyowafika masahaba kupitia taarikhi za wanavyuoni, tumeona yaliyowafika sawa. Siku moja nimepata kumsikia baraka yetu na nuru yetu asheikh Muhammad Ayub rahimahullahu ta'ala, akielezea kwamba watu wa zamani walikuwa wakiwasikiliza mashehe zao vizuri sana ili wakayafanyie kazi yale wanayoelekezwa na mashehe zao. Lakini watu wa leo wanawasikiliza mashehe zao ili wapate kuwa radi <laughs> ili wapate kuwa radi Sawa sawa eh. Kwa hiyo na hata ukiingia kwenye mitandao, ingia kwenye mitandao, sikia shekhe ametoa mada hapo, anajitokeza shekhe mwingine naweka hey, wazi kabisa kwamba ana mradi <laughs> ana mradi huyo shekhe, sawasawa ana mradi huyo shekh, mambo ya kawaida. Na sisi alhamdulillah, YouTube yaapa ya hayahaya, ingia huko kwenye YouTube koekeshwa nakishokutwa su fajazahu llahu khairan ni yule ambaye atakayetusahihisha tutamshukuru, na tukibaini kweli tumekosea, tunamshukuru fajazahullahu khaira, na ikiwa vinginevyo, basi tutafanya subra, pia tutafanya tutafanya subra. Mwenyezi Mungu atuongoze. Kwa hiyo, wa in yuhlikuna illa anfusahum, na hawaangamizi isipokuwa ni ziangamiza nafsi zao. Wama yashurun, na wao hawatambui Mufasil ametupitisha anasema, wama yuhlikuna bihadha susania, wala hawaangamizi kwa kitendo hiki, illa anfusahum, isipokuwa wanaziangamiza nafsi zao, wama yashuruna bidhalik, na hawatambui kwa hilo. E, wao non wanafanya vizuri. Qala ibn Kathiri, ibn Kathiri amesema fahum qad jama'u baina alfilain lqabihain, wow, wao wamekusanya baina ya vitendo viwili vibaya. Katika vitendo hivyo viwili vibaya vyote ni vitendo vibaya, vitendo viwili vibaya. La yantafiuna hawanufaiki, hawafaidiki, hawanufaiki eh? wala yaduna ahadan yantafi, wala hawamwiti yoyote ili apate kunufaika. Kwanza ni wao wenyewe kufanya kitendo kibaya, halafu kuwalingania na mwengine kuwahamasisha na wengine kufanya kampeni, kwa hivi vitendo viwili pamoja vibaya ha? La yantafi'una wala yaduuna ahadan yantafi'. Wao wenye hanufaiki, wala hawamwiti yoyote, hawamlingani yoyote anufaike. Wala yaudu wabaluhu illa alayhim, wala hayarudi maangamivu yake, manake hayo anayofanya sababisha maangamivu, maangamivu eh, hayo hayarudi pengine, illa alayhim, isipokuwa urudi urudi yao

Amekuadhiri biamrin laysa fihi, kwa jambo ambalo wewe huna hilo jambo, wewe huna lakini kajitokeza mtu eh, kakushutumu kutukana kakuadhiri jambo hilo wewe huna. Mafundisho matukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakeza, fala tuayiruhu biamrin huwa fihi wewe usimwadhiri kwa jambo ambalo yeye analo. Sasa limemfika kasa jambo ni jambo kalifanya kabisa. Usichukue fursa kwamba sasa kwa kuwa mimi aliniadhiri alinitukana, sasa limemfika na lina ushahidi jambo hili, acha sasa na mimi nimwadhiri. A a, tumesema fala tuayyibuhu bi amrihi, usimwadhiri kwa jambo ambalo yeye hey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 Mwenyezi Mungu ataresha jambo la wewe kuadhirika. Kwa hiyo tusifedheheshane. Pamoja na kazi ngumu hii ya da'wa, usitumie fursa yoyote kwamba ngoja sasa na mimi kwa hili lililomfika, ngoja nami mimi mkomeshe. Acha hiyo khabari wewe, una majukumu mazito makubwa, yasimamie majukumu yako. Hmm. Na mwanzo mtume aliambiwa aliandaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hmm. aliandaliwa kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa Hmm. Aliambiwa kwamba atateremshiwa kaulan qaulan thaqilan. Kwa hiyo hmm, inamtaka mtu majukumu haya inamtaka inamtaka mtu Tayyip. Hapa kwa leo tutakoma, kwa leo tutakomea hapa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie saumu zetu, atutakabalie swala zetu, atutakabalie kheri mbalimbali. Mwenyezi Mungu atujaalie tuwe ni wenye kufunga na saumu zao zikawa ni zenye kukubaliwa. Mzungu asijalie saumu zetu zikawa ni zenye kurudishwa. Na sisi wenyewe tuzichunge saumu zetu, tuzilinde, tuzihifadhi saumu zetu. Naam, tutimize masharti ya saumu, nguzo za saumu. Naam, tushikamane na adabu za saumu na Mwenyezi Mungu atubarikie. Mwenyezi Mungu atupe riziki zenye wasaa, atupe vyenye kutufurahisha sisi wenyewe, tufurahi sisi na watoto majumbani vilevile. Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Mwenyezi Mungu awasamehe wazazi wetu waliohai na waliotangulia.